Basi mtazamaji, tuangazie taarifa za biashara. Kenya imeshauriwa kupatia kipaumbele suala la ukusanyaji wa deta sahihi kuhusu uchafu wa kielektroniki ili kutoa mwongozo kwa wabuni sera kuhusu usimamizi wake. Washiriki wa kongamano la saba la hamasa kuhusu uchafu wa kielektroniki wamesema ipo haja ya dharura ya kufanya marekebisho sera ya kubuni mbinu bora za kufanikisha utupaji takataka za kielektroniki ambazo zinatarajiwa kufikia bilioni ama kilo bilioni 82 ulimwenguni katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Taarifa hii na nyingine ni kwenye kitengo cha Kapu la Biashara. Mabilioni ya tani za uchafu wa kielektroniki zimekuwa zikirundikana ulimwenguni katika muda wa mwongo mmoja uliopita. Hata hivyo, kiasi cha uchafu huo barani Afrika bado ni cha chini, huku asilimia 60 ikitokana na bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, kwa mujibu wa utathmini wa kampuni ya Global E-waste, kilo bilioni 62 za uchafu wa kielektroniki huzalishwa ulimwenguni kila mwaka, lakini ni asilimia moja pekee inayokusanywa na kuchakatwa barani Afrika. Hata ingawa Kenya imepiga hatua kubwa katika usimamizi wa uchafu wa kielektroniki, wataalamu wanaonelea kwamba bado yapo mengi yanayohitaji kufanywa. How many of these Kwingineko, serikali imenunua magunia elfu mia saba zaidi ya mbolea ya ruzuku kama sehemu ya maandalizi ya msimu wa mvua ya masika. Katibu katika wizara ya kilimo Paul Rono amesema shehena ya mbolea hiyo iliyoko kwa sasa haitoshi, huku baadhi ya maeneo ya humu nchini yakikabiliwa na uhaba mkubwa. Tulisema hakuna hacha hata kidogo, tufupishe bei ya mbolea na tushukishe tu bei ya mbegu. Hiyo sio kusaidia mkulima, lazima tu subsidize kila kitu mbolea na mbegu na tukiendelea mbele tumepatia pesa Kenya Seed ili wasaidi, wasaidike kuendelea kusalisha um, mbegu ya kutosha. Mushowe, mvua kubwa inayoendelea katika maeneo ya Masai Mara imesababisha wasiwasi miongoni mwa wadau wa sekta ya utalii, huku kukatizwa kwa shughuli za kitalii. Wadao hao kupitia chama cha mamaneja wa hifadhi ya Mara wanasema ipo haja ya kuwianisha shughuli za uokoaji, kuhakikisha uwepo wa vifaa vya kutosha na usaidizi wa kifedha kuwasaidia wale ambao huenda wakaathiriwa na mvua hiyo deliver on our part as a country in terms of the sustainable development goals. Sylvia Gati, Darubini.